tunawaonya sana wanaharakati wanaofikiri ya kwamba taifa hili ni choo, kila mtu anaweza kwenda kujisaidia na kutoka. Nataka niwaambie kwa viongozi walioko madarakani na sisi vijana ambao tutakuja kukabidhiwa taifa hili, hakuna kiumbe chochote kitaweza kuligawa taifa hili. Hili ni onyo kutoka kwa Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikwambie, sisi Watanzania Tunampenda Rais Ruto wa Kenya. Sisi Watanzania tunampenda Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Sisi Watanzania tunampenda Paulo Kagame wa Rwanda. Sisi Watanzania tunampenda rais wa Burundi, tunampenda rais wa, wa Kongo na mataifa yote ya Sudani na Somalia. Sisi Watanzania hatuna chokochoko choko. Ila ninawaonya majirani zetu, they should ever never dare again, wasije tena ninatowaonya. Kwa niaba ya wabunge wenzangu ninatoa onyo kwa vibaraka wanaokubali kutumika kwenye mataifa yao. Tanzania sio mahali salama kwao. Taifa hili linaye kiongozi rais mwanamama jasiri, shupavu, mzalendo, amefanya mambo makubwa kwa taifa hili, na sisi kama chombo kinachowakilisha wananchi kwenye bunge hili tutalinda taifa letu tutalinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa gharama kubwa, na Mungu tusaidie, tutakwenda kushinda kila majaribio yanayotaka kuligawa taifa hili kwa misingi ya ukabila, kwa misingi ya dini, kwa maslahi ya watu wachache wanaowatumikia. Namaliza, mheshimiwa mwenyekiti, nataka nitoe pongezi kwa jeshi letu la polisi Tanzania na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Nataka niwaambieni yalipokuja majaribio ya kuligawa taifa letu vipande, Rufiji na mikoa mingine, jeshi hili hili ambao wanalisonga vidole lilisimama na kurudisha amani na utulivu wa taifa letu. Nataka niwaambie, yalipokuja majaribio ya kigaidi kwenye mikoa ya kusini na sehemu zingine, sisi tunalala, majemedari hawa usiku na mchana wanagharimu hata familia zao, wanalinda amani ya taifa hili wako tayari kupoteza maisha kulinda umoja na mshikamano wa taifa letu. IGP Wambura, popote ulipo wewe na makamanda wako na maafisa wako, nataka nikuambie, usitishwe. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liko na wewe, liko na askari wetu. Na rais wangu popote pale ulipo, ukipata ujumbe, kusikia ujumbe wangu, ninakuomba, mwakani, uchumi ukikaa vizuri, pandisha mishahara ya watu wetu hawa, maseridari hawa vinara hawa wanaolilinda taifa letu kwa kazi kubwa wanayoifanya . Mwisho kabisa lakini si kwa umuhimu, mheshimiwa mwenyekiti, nataka ni waasi watanzania wote wanaolipenda taifa lao nyakati hizi. Waziri amesema vita vya kimaslahi ya kitaifa, vita vya kikanda, geopolitical politics za duniani, sio lazima taifa likuvamie na vifaru. Chokochoko zinazopenyezwa kwenye taifa letu, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama Simamieni imara. Baba wa Taifa kaburini alipo anawaangalieni ninyi, anawaangalia Watanzania, anawaangalia kila mmoja, kuhakikisha tunatimiza jukumu letu la kikatiba la kuilinda Tanzania kwa gharama yoyote ile. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.